Waheshimiwa viongozi wangu wa kamati ya amani kutoka mikoa sita ya Kanda ya Ziwa kwa maana ya Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiyu, Geita na Kagera. Waheshimiwa viongozi wa amani wilaya zetu saba za mkoa wa Mwanza, na tunamshukuru Mungu jenda imetimia kina baba kwa kina mama na mwitikio unaona kabisa kwamba waliohudhuria ni maaskofu wenye sei kwenye taasisi zao, na ni mashehe wenye sei kwenye taasisi zao. Naomba kuwatambua nyote, waandishi wa habari na wageni wetu waalikwa. Nirudie tena kusema, upendo, haki na amani, dini mbalimbali mbali mbali. Leo tuliamua kikao hichi kiwe chetu wenyewe, ndio maana mfunguzi wa kikao akawa Baskof Sekerwa, mwenyekiti mwenza na atakayeahirisha kikao chetu mwenyekiti mwenza Sheikh Hassan Kabeke. Kwa hiyo nitasema machache, lakini pia itasomwa azimio na kwenye ratiba tupate picha za kumbukumbu kumbu, ili ni tukio kubwa. Viongozi wa Kanda ya Ziwa wamekutana wameteta hapa ndani, tumezungumza na tunatoka na maazimio kwanza niwashukuru nyote mliosafiri, maanake safari ni safari, usiseme. Akatoka Shinyanga kilomita mia na sitini aa, yuko pia, amevuka maji kutoka Kagera hapa yuko, aliotoka Simiyu yuko... Sasa niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Ombi langu tuimarishe huu umoja wetu wa Kanda ya Ziwa narudia tena, tuimarishe umoja wetu wa Kanda ya Ziwa. Nataka kwa uchache mfahamu kwamba Kanda ya Ziwa ina umuhimu mkubwa sana katika nchi hii. Nimefanya tafiti ndogo tu, inaonyesha mkoa wa Mwanza kuna watu zaidi ya milioni tatu laki sita na tisini na tisa mia nane sabini na mbili, hesabu niloipata Mwanza ina watu milioni tatu laki sita tisini na tisa mia nane na sabini na mbili. Kagera ina watu milioni mbili tisini na nane elfu laki tisa na la ishirini na tisa ina watu milioni mbili laki tisa themanini na tisa mia mbili na tisini na tisa. Geita ina watu milioni mbili laki tisa sabini na saba elfu mia sita na nane mara ina watu milioni mbili laki tatu sabini na mbili na kumi na tano. Shinyanga ina watu milioni mbili ishirini na nne elfu mia moja. watu milioni mbili laki mbili arobaini na moja elfu mia mbili na tisini na tisa. Simiyu ina watu milioni mbili laki moja arobaini eh, milioni mbili laki moja arobaini elfu mia nne na tisini na saba. Shusha hesabu hiyo, ni watu wangapi kwenye kanda ya Ziwa? Kwa hesabu hiyo, Tanzania ina watu milioni sitini. Tafsiri yake maanake, sisi watu wa kanda ya Ziwa tunaweza kuwa tunazidi watu milioni kumi, ukichukua milioni mbili, milioni tatu, milioni mbili, milioni mbili, milioni mbili, milioni mbili, milioni mbili. Hakuna mkoa una chini ya milioni mbili katika mikoa ya kanda ya Ziwa kama hivyo ndivyo, maana yake hili ni eneo muhimu. Eneo la kanda ya ziwa ni eneo muhimu, kuanzia kidini, lakini kiuchumi, kisiasa, kwenye hali zote katika nchi ni eneo muhimu. Sisi hapa unaweza ukasema ni nundu ya taifa. Hapa kuna migodi katika kanda ya ziwa tena migodi yote ya dhahabu ipo, ya almasi ipo. Kanda ya Ziwa imewekewa rasilimali za kutosha na nchi hii kwa majengo makubwa sana, alikuwa anasema Askofu Ntuza kwamba kule Kenya, nasikia baba kutaja lakini ndo hali ilivyo, na jambo liko wazi. Ilitokea wale watoto wanaitwa Gen Z wakapita mabarabarani wenyewe kwenda kuvunja vitu vilivyojengwa na nchi yao walifikia mahala kufungua mpaka mlango wa bunge la Kenya wakaingia ndani. Sisi Watanzania tumeleaje? Si tumelea vizuri, na mimi na hakika, hakuna kijana atakayeandamana tarehe ishirini na tisa na hakika, hakuna tumewalea na hao juhudi imefanyika, Christian and Muslim, tumefanya juhudi ya kulea vizuri mimi ombi langu kwa viongozi wa dini wa Kanda ya Ziwa, tusiogope. Unajua ukiwa mwoga, jana Shemauba alihojiwa hapo. Sasa ile clip yake ikawa inatembea ukisoma <coughs> zile comments chini hey, unaweza ukalia, lakini mimi nishazoea hivi. Wewe unastaajabu yeye kutukanwa? Rais wa nchi anatukanwa watu, anatukanwa atukanwa, na mimi nampongeza sana, hajibu. Na sisi sitofikishe message yule anayetukana, maana yake kaelewa kama anapata hoja ya kucomment kwa batusi, maana yake kuna kitu amesikia. Leo tumesoma historia ya nchi hii, kumzemuta chapa katueleza sisi, hatuna sababu ya kujibu. Sisi katika Uislamu, baba Askofu, tuna maneno yetu, anasema haiwezekani tena, anasema Imam Shafi anasema haiwezekani, mbwa hata siku moja akam, yani haiwezekani simba hata siku moja akamjibu mbwa. Yani mbwa anafoka, afu simba ndiye anajibu? Kwa maajabu sana sana sisi viongozi wa dini tunajibu nini? Sisi tumeshakaa tumesema, hatutaki fujo katika nchi. Tumesema hatukusema jamani, ambayo tunakubaliana kwamba hatutaki fujo. Tunyoshe mikono, waandishi wa habari, chukueni: viongozi wa Kanda ya Ziwa hawataki fujo, hatutaki, tunataka amani. Tuseme wote tunataka, tunataka, tunataka, tunataka, tunataka, tunataka, tunataka amani, tunataka amani, hatutaki sasa. Baskofu sekerwa Akitokea mtu akakutukana, akakuadhiri, lakini wewe una msimamo na unajua faida ya amani mm -hmm. Jamani, tuseme ukweli, tuko maaskofu ambao tumetoka kwenye familia duni kabisa, tuko mashekhe ambao tumetoka kwenye familia duni kabisa. Uwepo wa hizi dini zetu zikatusomesha, wazazi wakatusomesha, tukafaiti, tumekuwa maaskofu wakubwa, tumekuwa mashehe wakubwa, tuna enjoy nchi. Lakini tunaweza kuenjoy kama nchi haina amani? No, no. Ubishi wangu mkubwa na nafanya ili mijadala na watu juu ya haki na amani, kipi kitangulie? Tuweke hapa kwenye sahani, haki ziorodheshe hapa. Ili kupiga kura jamani, kupiga kura kwa mujibu wa katiba ni haki. Ni haki sio haki? Imo ndani ya katiba haimo? Kwa nini tunakaa tunasema jamani, amani, amani, wakati ile ni haki? Tunaipigania ile haki ili ifanyeje, itimie. Tunataka tarehe 29 watu wakafanyeje? hiyo ni nini? haki ya wanani? Tunawaambia tuna wa, tuna wa, tuna wa watanzania wadumishe nini amani, ili watu wakafanyeje? Kwa hiyo hii haki haiwezi kutimia kama hii amani haipo. Sio, mnanielewa ndugu zangu? Mfano sisi Waislamu ukisema haki ni kitu cha pili, hatukuelewi kwa sababu Mungu wetu sisi anaitwa Rabbus Salam, bwana wa amani. Kuna kitu kingine cha kwanza kuliko Mungu? Mungu anaitwa Bwana wa amani mfalme wa amani na, yes, sio Kristo wenyewe mnamaneno mfalme wa amani alafu unamtoa mfalme wa amani eti na namba mbili? Haiwezekani. Mfano sisi Waislamu dini yetu yenyewe inaitwa amani. Sasa namba mbili itakuwa nani? Ile dini yenyewe inaitwa al-Islam, yaani maana yake nini? Amani. Ni ajabu kuniambia haketi namba moja, haiwezekani. Sisi Waislamu tukikutana na mtu lazima umwanzie kumwambia amani hiyo juu yako Yani, muhakikishie bana, wewe uko kwenye amani kwa kukutana na mimi, na yeye anatakiwa kujibu wa alaika salam, na mimi nakuthibitishia uko kwenye amani kwa kukutana na mimi. Uislamu, Uislamu, hata ukisali peke yako, ukimaliza kusali lazima utangaze amani mara mbili. Ukisikia muislamu ameenda kusali juu hapo, atatangaza amani mara hizi, atageuka kulia, atatangaza amani, anageuka kushoto, anatangaza. Kila anayesali katika uislamu, hafu sio hakiwe kitu cha pili sasa ukitukanwa, okay, maaskofu maskofu wenza wangu, mashehe zangu, wewe kubali. Imam Shafi anasema, ana maneno yake mazuri sana huyu mzee, ni mwanazoni mkubwa, kiongozi mkubwa katika Uislamu, ni imamu katika miimamu wane wa Kiislamu. Anasema jifunzeni kwa udi, kawaida ya udi haunuki mpaka ufanyeje? Uchomwe, yani manukato yani, utaweza kuyapata bila kuyachoma? Sasa baskofu, sio rais wetu anatukanwa? Tunampongeza kwa kukaa kimya, takimya kabisa. Halafu anaitukana nani? Wa jipima, anaitukana nani? Anatukana mtu mhuni eh. <laughs> Anaitukana mtu mhuni hana adabu, hajulikani kwao, hajulikani iko kwa nchi gani, anajificha ndo anaitukana huyo. Hawa watoto najua staili za mitandao, anaweza kujisajili mtu kwa namba thelathini. Anaweza kujisajili kwenye mitandao ye mmoja na namba 30. Alafu yeye kwa namba zake zote anamtukana na Askofu Sekelo. Zote anamtukana na Kabeke. Alafu unasema watu wengi wamekataa kabisa hutuba ya Kabeke. Umekataa kabisa hutuba ya Mzee Mutash. Ah, kijana mmoja kaweka namba 30. Na sisi tunakujua wewe mm -hmm. Kijana. Na tukitaka kukutaja na kukueleza aibu zako tutamtaja mpaka baba yako. Kwa hiyo nataka niwaambie maaskofu na mashehe, msiogope, twendeni tukatangaze amani. Tuende tukaambie watu amani. Tarehe ishirini na tisa tutokee, twende tukapige kura, tujitokeze kwa wingi na tuambie vijana wetu ndani kapige kura, baada ya kupiga kura rudi nyumbani. Ukisharudi nyumbani au aendelea na shughuli zake. Kwa sababu mfumo wa uchaguzi wa Tanzania mzuri, kuna kila chama kina wakala wake. Huna sababu ya kukaa kusubiri. Nenda kapige kura ukimaliza. Lakini tuwaombe vyombo vile vinavyosimamia haki na kusimamia uchaguzi. Tume yenyewe huru ya uchaguzi. Lakini kuna vyombo kama TAKUKURU hivi viendelee kusimama imara, uchaguzi ili uwe huru na haki. Na pia wito wangu yule atakayeshinda pia atangazwe kwa sababu kuna shida nyingine hiyo, kwamba mtu anashinda afu tunasubiri tunasubiri. A, -a atakayeshinda atangazwe kwa wakati, ili kuhakikisha tunalinda amani. Lakini pia kuna ile tishio la sila maandamano. Mimi kwanza, ninavyojua Tanzania hakuna maandamano. Ninavyojua vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania. Ombi langu kwao, ombi langu kwa vyombo wasiweke ile magari ya pita washawasha barabarani, bendera nyekundu ah -ah. za nini? Zile ziandaeni kimkakati, mnajua mahali pa kuziweka kwa sababu mkiziweka hizo, wakati mwingine watu wanaanza kusema eh, hakuendeki hauna sema uongo masikio unasema uongo eh. Eh, tunakuja kuwatisha hata watu wema, tutawatisha hata watu wema kutoka kwenda kupiga

Ibane, sasa abaki mama au mtoto. Mara mara nyingi wanafanya jamzi Moledina. Eh, mimba ile inaweza kuoka pembeni kidogo na ni mama abaki atuzalia watoto wengine wengi. Eh, sasa ifike mahali si tutazame maslahi ya watu wengi. Leo pale kanisani unahubiri watu wanakuja na maviaite wanakuja na nini? Tuulizane pale msikitini unahubiri watu wanakuja na maviaite wanakuja na nini? Hivi kweli amani ikiondoka kuna atakayekuja pale? Amen. Jamani na mwisho katika maelezo yao niombe tu. Hii Kanda ya Ziwa jamani ni kanda muhimu. Tuombe dua. Hizo kanda zingine najua kwa sababu tunaiombea mpaka nchi. Sisi tunaiombea nchi yote. Lakini tuiombe sana kanda yetu ya Ziwa. Mungu endelee kuibariki, Mungu endelee kuinua. Lakini tuiombe nchi kwa ujumla wake. Eh, tuombe walio ndani ya mamlaka kwa sababu hawa walio ndani ya mamlaka hawajamaliza. Hao bado ni ma, ni viongozi wa nchi. Ndio maana hata jana nimemwona rais, nimgombea lakini amesema alisimama hapa ni rais ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Kwa kimsingi maneno yangu mabaskofu, hayo mafupi, nimalize kwa kuomba sana tusitishike na vineno, wameiba wamekula, matapeli hawa, watu wa bahasha shemsafiri. Katupa msamiati mwingine kwamba Waislamu wanaambiwa majuzu hamna Wakristo eh, kwa sababu majuzu yao mwenyewe ni wazi wa bahasha, vyovyote itakavyokuwa alafu sisi mashehe, sisi maaskofu kwa hiyo sisi tunafanya kazi kwa kujiamini na kumtanguliza Mungu mbele. Baada ya kusema haya, niombe tena tuweke dua ndogo ndogo, sala na tutaitana sana. Tunaomba mwenyezi Mungu hata tukimaliza uchaguzi eh, baada ya uchaguzi tutafute hey, namna, kwa Baskofu, tuite tena kamati zetu za amani za Kanda ya Ziwa, halafu na kila mmoja ataporudi kwake ende akahubiri amani, au ahubiri watu wende wakapige kura, kwa sababu kinchi ki nchi kupiga kura ni kutimiza takwa la katiba kwa dunia inaangalia watanzania wamepiga kura sasa tunataka tuionyeshe Tanzania dunia kwamba sisi tuko tayari kupiga kura. Habari ya kuchagua, utenda kuchagua unayemtaka. Kikubwa tunachokwambia sisi, nenda kachague eneo ambalo unahakika amani tulionayo itaendelea. Tunachotaka kukwambia wewe, nenda kachague eneo ambalo una unahakika maendeleo tulionayo hayatarudi nyuma. Nenda kachague eneo ambalo unahakika mafanikio ya kurudi kusuku, kunawia nini ile magwanji hatutarudi tena shekhe, ilisha pigwa hadi kitandawili tega, ni nchi gani watu wanatembelea tairi za gari? <laughs> Mozambiki umekosa Kanada umekosa redio ya nchi moja hapa jirani Tanzania hewa umepata. Tulifikia mahala kutembelea tairi za gari. Sisi Waislamu tunazika zile sanda, watu walizikwa hapa kwa kaniki. <laughs> Mzee mm, anasema pale. Sasa jamani, leo hii nuru iliyopo imeenea nchi nzima, ukiwa usafiri uwezi kuona heri za nchi hii tembea. Mimi katika moja ya kwetu ni hapa Nzega, ilikuwa kutoka Nzega saa kumi na mbili kuja Mwanza ni safari ya saa kumi na mbili mpaka saa nne usiku, mnakuja mpaka si wapi, mnalala Bubiki, mnakunywa chai Tinde, mnafanya hivi, yaani kama safari kwenda Misungu, ilikuwa ni safari unaaja majirani <laughs> Sasa yote haya tunaona yana heri kwa muhimu, wenda kachagua anayemtaka pima, lakini sisi chonde chonde, amani yetu ibaki. huyu baba askofu apige e, neno, huyu shehe aombe dua, lakini hii amani ibaki. Nendeni mkachague yule ambaye mnaona anafaa, lakini chagueni maendeleo, chagueni utulivu, chagueni heri, chagueni nuru ambayo imeng'aa katika nchi, ili Mwenyezi Mungu atubariki sote. Baada ya kusema haya, baba askofu, nakushukuru sana kwa nafasi hii na siwezi kusema lile neno kama tumeahirisha sasa, ila nitakuacha mpaka umalize kusoma maazimio yetu: upendo, haki na amani, dini mbalimbali. Na kuna kauli mbiu yetu tunasema tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania. Naomba tunenywe mkono wote, tufanye hivi: tunaishi, tunaishi, twende pamoja, tunaishi pamoja, tunakula pamoja Tunacheza pamoja katika nchi moja I, iitwayo Tanzania. Asante.